Kwenye video hii kijana huyu anaonekana akiingia kupitia lango kuu kwa mwonekano wa kawaida, kana kwamba ni mwenyeji wa eneo hilo, lakini haikuchukua muda kugundulika kuwa nia yake haikuwa njema. Kwa vile hapakuwa na mfanyikazi yeyote aliyekuwepo nje kwa wakati huo, mtuhumiwa alitumia fursa hiyo kuchunguza mazingira na kutafuta pa kupenyea. Kwa amevaa fulana ya kijani kibichi inayoangaza suruali nyeusi na viatu aina ya Crocs. Alikuwa na nywele fupi na urefu unaokadiriwa kuwa futi tano na inchi mbili. Baada ya dakika chache, aliingia moja kwa moja katika chumba cha wafanyikazi ambacho hutumika kuhifadhi mali zao binafsi. Ndani ya chumba hicho, alikaa kwa takriban dakika tatu kabla ya kutoka kwa tahadhari kubwa, akichungulia huku na kule. Kana kwamba alikuwa na wasiwasi wasi kuwa ameshaonekana. Zinaonyesha mtuhumiwa akiondoka akiwa amebeba begi la mgongoni linaloaminika kuwa na mali kadhaa zilizoibwa. Hakukutana na mfanyikazi yeyote alipokuwa akitoka. Takriban dakika 10 baadaye, wafanyikazi waligundua kuwa baadhi ya vitu muhimu ikiwemo mikoba na nyaraka za binafsi zilikuwa zimepotea. Walioathirika na tukio hilo wameelezea masikitiko yao, na sasa wanatoa wito kwa yeyote anayemfahamu kijana huyo kufikisha taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu nao. So, mm, during that incident mimi nilipoteza bagia na ilikuwa na few things ndani. So, kindly mimi naambia mse ka ukane ulichukua mabab na nini za watu kurudisha tu hiyo ya yeah, rudisha yeah. Um, trepotehedia Group on Wednesday. Uh, last week during the demonstrations we were out covering um, the stories of the day and apparently someone came in and carried uh, away some of the important properties that we own. kwa <laughs> majina naitwa Emmanuel Walubengo na mnamo tarehe 25 na ukiliopita katika maandamano ya Gen Z tuliweza kuidia hapa katika station yetu ya TMG begi na ilikuwa ndani na documents zangu ID ID school ID, national ID na license. Pia uongozi wa Tandao Media Group umesisitiza kuwa wameimarisha usalama wao kwa vifaa vya kisasa vinavyofanya kazi saa 24. Mkurugenzi mkuu wa TMG Robert Wanyonyi ameonya kuwa yeyote atakayejaribu tena kutekeleza vitendo vya wizi atatambuliwa na kuchukuliwa hatua za kisheria mara moja. Tandao TV pia inamtaka mtuhumiwa huyo kurejesha mali aliyoiba bila kuchelewa, vinginevyo hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Iwapo una taarifa zozote zitakazosaidia kumtambua au kumkamata kijana huyo tafadhali wasiliana na usimamizi wa kituo kupitia nambari ya simu 0701 066 991 au ripoti katika kituo chochote cha polisi kilicho karibu nawe. Kumbuka, taarifa zote zitashughulikiwa kwa usiri wa hali ya juu. Chumba hiki ndicho mtuhumiwa alitumia kuondoka na bidhaa zinazomilikiwa na wafanyakazi wa runinga ya Tandao ili wafanyikazi hao wamevitaka vyombo vya usalama kuingilia kati ili warejeshewe mali yao. Nikiripoti ya mtazamo wa Dira, runinga ya Tandao. Jina langu ni Felix Wanjala. Na mtazamaji, kama utakuwa na pengine tu na maoni yoyote tu ambayo itaweza kufanya tuweze kumnasa mshukiwa huyu, unashauriwa tu kutembelea afisi za TMG ambayo ni Tandao Media Group, au pia unaweza kutupata kwenye nambari ya simu ambayo ni sufuri saba sufuri moja sufuri sita sita tisa tisa moja, na kumbuka kuwa, mtazamaji, taarifa ambayo itakuwa umeileta itaweza kukabiliwa kwa kisiri kabisa.